Sauti ya viatu vya ngozi vya harama ilisikika kama mdundo wa mfalme aliyekanyaga sakafu ya marumaru. Silas Ven, mtu tajiri kuliko wote duniani, alitazama jiji la New York kupitia vioo vio vya ofisi yake. Milioni ya watu walionekana kama mchwa wadogo, wakihangaika kutafuta riziki chini ya himaya yake kuu ya ya biashara. Kwake pesa haikuwa tena karatasi bali ilikuwa ni nishati iliyoendesha kila pumzi ya uchumi wa dunia nzima. Aliamini kuwa yeye ni Mungu wa kisasa ambaye hatima yake haitawahi kuguswa na mikono ya umaskini. Karibu katika ulimwengu ambapo kila nukta ina sauti na kila ukurasa una siri iliyojificha. Hapa hatusemi hadithi tu, tunaziishi. Kutoka kwenye vilele vya utajiri wa kustaajabisha hadi kwenye vilindi vya giza la umaskini na usaliti. Mimi ni msimulizi wako na huu ni wakati wa kufungua milango ya fikra zako. Tulia, sikiliza, na uone ulimwengu katika jicho la tofauti. Hii ni Issangya Stories, pale ambapo ukweli unakutana na msisimko. Kila neno alilotamka lilibadilisha masoko ya hisa na kuwafanya watu wenye nguvu kutetemeka kwa hofu kuu. Majumba yake yalikuwa kama pepo ndogo duniani, yamejaa kila aina ya anasa ambazo mwanadamu anaweza kuwaza. Hakuna aliyethubutu kumtazama usoni bila ruhusa, kwani mamlaka yake yalikuwa yamevuka mipaka ya sheria na nchi. Magari yake ya kifahari na ndege binafsi zilikuwa alama ya ushindi uliopatikana kwa akili na ukatili. Silas hakuwahi kufikiria kuwa jua lake linaweza kuzama kwani alijihisi kuwa yeye ndiye chanzo cha mwanga. Siku hiyo, sherehe kubwa ya kuadhimisha miaka 20 ya utajiri wake ilikuwa ikipamba moto katika jumba lake. Diwani ya thamani ilitiririka kama maji, na viongozi wa mataifa walijipendekeza kwake ili wapate fadhila ndogo. Katikati ya vicheko na muziki mwanana, Silas alisimama jukwani kutoa hotuba ambayo ingebaki kwenye historia. Alitamba kuwa umaskini ni ugonjwa wa akili na kwamba yeye amepata chanjo ya kudumu dhidi ya hali hiyo. Umati ulishangilia kwa nguvu, bila kujua kuwa huko nje mawingu meusi ya ajabu yalikuwa yameanza kutanda. Ghafla, taa zilianza kuwaka na kuzima kwa kasi ya ajabu, huku simu za wageni zikilia kwa mfululizo. Silas alihisi baridi isiyo ya kawaida ikipita kwenye uti wake wa mgongo, huku akiona wasaidizi wake wakikimbia. Skrini kubwa za ukutani zilianza kuonyesha namba nyekundu zikishuka kwa kasi ya mwanga kuelekea sifuri kabisa. Mfumo wa kidijitali wa fedha duniani ulikuwa unashambuliwa na kirusi ambacho hakijawahi kuonekana tangu kuumbwa kwa dunia. Kila senti aliyokuwa nayo ilikuwa ikitoweka kama moshi, mbele ya macho ya maelfu ya watu waliopigwa na gutwaa. Ndani ya dakika tano, himaya iliyojengwa kwa miongo mitatu ilikuwa imebaki kuwa hadithi ya kusikitisha tu. Silas alijaribu kuingia kwenye akaunti zake za siri, lakini kila neno la siri lilionekana kuwa si sahihi. Walinzi wake, ambao dakika chache zilizopita walikuwa tayari kufa kwa ajili yake, walianza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Alijikuta amesimama peke yake jukwani, huku nguo zake za thamani zikianza kuonekana kama mzigo mzito na wadhihaka. Huo ulikuwa mwanzo wa anguko kuu ambalo ulimwengu hakuwahi kufikiria kuwa linaweza kutokea kwa binadamu. Asubuhi iliyofuata Silas alijikuta ameketi pembeni ya barabara, huku upepo wa baridi ukipapasa uso wake uliochoka. Majumba yake yote yalikuwa yamechukuliwa na serikali kama fidia ya madeni iliyotokana na kuporomoka kwa ghafla. Benki zote duniani zilikuwa zimemfuta kabisa kwenye orodha yao kama mtu asiyekuwa na thamani ya senti moja. Alijaribu kuwapigia simu marafiki zake wa zamani lakini namba zote zilikuwa hazipatikani au zilikuwa zimemzuia kumpokea. Hakuna aliyeamini kuwa yule bilionea aliyekuwa akitamba jana, leo amekuwa mtu wa kuomba msaada wa chakula. Njaa ilianza kumtesa kwa mara ya kwanza maishani mwake tangu alipokuwa mtoto mdogo katika mitaa ya maskini. Alijaribu kuingia kwenye mkahawa mmoja wa kifahari aliokuwa akiunywesha diwani ya milioni ya dola kila mwisho wa wiki. Meneja wa mkahawa huo ambaye zamani alipiga magoti mbele yake alimfukuza kama mbwa mwitu mwenye ugonjwa wa ukoma. Hapa si mahali pa watu kama wewe, meneja huyo alisema kwa sauti ya dharau iliyomchoma moyoni. Silas alitambua kuwa heshima yake haikuwa kwake kama binadamu, bali ilikuwa kwa karatasi za pesa aliyomiliki. Mitaa ya jiji ilionekana kuwa na uadui mkubwa huku kila kona kukiwa na watu waliopoteza pesa zao kwa sababu yake. Walimtambua na kuanza kumzomea, wengine kumrushia takataka na kumtukana kwa hasira kali kutokana na maumivu yao. Alilazimika kujificha kwenye vichocho vichafu ili kuokoa maisha yake kutokana na ghadhabu ya wananchi walioibiwa tumaini lao. Mavazi yake ya hariri sasa yalikuwa yamechanika na kujaa duvu la barabarani, yakimfanya aonekana kama mwenda wazimu aliyepotea. Kila hatua aliyopiga ilimkumbusha jinsi alivyokuwa akiwadharau watu wa hali ya chini alipokuwa bado